Nam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa, tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali, lakini pia uchambuzi kwa kina kwa mengi ambayo yametokea Tanzania e, tangu Oktoba 29 ambapo tumeshuhudia maelfu ya vijana wa Kitanzania wakipoteza maisha, wengine wakijeruhiwa. Bishop Bagonza amechambua mauaji ya vijana wa Kitanzania yaliyotokea kuanzia Oktoba 29 mpaka pale ambapo rais alipoapishwa na hekaheka heka kidogo zikapungua. Lakini pia ameweza kuambatanisha hapa na barua ya jeshi la polisi ambayo ilikuwa inadai ya kwamba eh, jeshi la polisi limepokea taarifa kwamba kuna watu kutoka nchi jirani na Tanzania ambao wameingia Tanzania na kujivika katika kazi mbalimbali mbali, zikiwemo kazi za bodaboda lakini wamekuja kwa lengo la kufanya vurugu. Jeshi la polisi walidai kwamba taarifa zinasema watu hao wapo katika mikoa ya Arusha, Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza, Songea pamoja na mikoa mingineyo. Jeshi la polisi likatoa onyo kali kwa watu au wamiliki wa nyumba kwamba endapo umepangisha mpangaji ambaye haeleweki e, uraia wake, hakikisha kwamba unatoa taarifa ya kupitia namba ambayo jeshi la polisi walikuwa wameitaja, lakini pia endapo utakaa kimya na mtu huyo atakutwa katika nyumba yako, basi na wewe pia utafikishwa mahakamani au utachukuliwa hatua. Ameweza kuiweka hapa barua hii ya jeshi la polisi Bishop Bagonza na kuandika, mauaji haya yana kero kuu tatu, mauaji ya waandamanaji wengine wanaita wahalifu yanazua kero kubwa tatu. Moja ni kero mpya ya muungano. Mwaka elfu mbili na moja chini ya serikali ya awamu ya tatu yalitokea mauaji ya watu zaidi ya ishirini kule Pemba. Ilikuwa baada ya uchaguzi. Rais Mkapa akiwa safarini Davos, Uswizi, alirudi nyumbani akakuta imekwisha. Aliyekuwa rais wa zamu hayati Omari Ali Juma akampa maelezo. Mpaka anakufa, hayati Mkapa alikuwa akijutia tukio lile ambalo lilitia doa utawala wake. Hapo imagine, ilikuwa ni watu ishirini tu, lakini mpaka Mkapa anafariki ni kwamba alikuwa anajutia mno tukio hilo ambalo lilitia doa utawala wake kwa watu wa Pemba, tukio lilionekana li kuwa kubwa kwa sababu ya kufanyika chini ya uongozi wa rais atokaye bara. Huwezi kuwazuia kufikiri hivyo. Uhai ni mtakatifu, ukiutoa watu wanafikiri mengi, hata yasiyohusika. Marais wote huogopa kusaini kifo cha aliyehukumiwa kunyongwa. Tukio la mwaka elfu mbili na moja ilibakia ni kero. Naogopa mauaji haya yasifufue kero hiyo. Namba mbili, au kero ya pili, mauaji haya yanazua kero katika jumuiya ya Afrika Mashariki: madai ya uwepo wa mamluki kutoka Uganda, lawama kwa wa Kenya, pongezi za Burundi na kadhalika, na ishara kuwa mahusiano yetu yameingia kwenye giza fulani. Hivi tambo zetu za kisiwa cha amani zimeisha? Tumechukua nafasi ya jamaa fulani ambaye siku hizi yuko kimya. Pamoja na mbwembwe za kidola kutetea mauaji ni jambo gumu na kwa kila rais. Kwa mfano, Kambarage, Mwinyi, Mkapa na Jakaya walilazimika kuteua tume za kijaji, waliwaruka waliohusika, hata kama walikuwa maswaiba wao. Ni fahari kwa kiongozi kutetea uhai kwa gharama yoyote. Dola na nchi ni watu, usiue watu kwa ajili ya dola na nchi. Mauaji haya ni kero kwenye jumuiya. Tuinamishe vichwa kwa aibu. Kero ya tatu, pongezi za Umoja wa Afrika zimeambatana na concern. Baadaye Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu ikawa kali kuliko Umoja wa Afrika. Aliyetoa pongezi za AU ametukanwa kutoka pande zote za dunia. Umajumu, umajumui yani pan africanism umeingia kwenye kero. Hatutembei tena kipua mbele katika bara letu mwezi uliokufa kambara aliyokufa Kambarage umekuwa mwezi wa kuzika fahali yetu. Tunatokaje hapa? Hapo sijataja sadeki umoja wa Ulaya, balozi mbalimbali na kadhalika. Tafadhali na maanisha vifo vya watu, siyo wingi wa kura wala michakato inayohojiwa. Kwangu hata mtu mmoja ni wengi sana Spin Doctors. Watanijibu kwa kuwa ni wahuni, wahalifu, wameharibu mali za watu, walionywa, hawapo, ni uongo, ni propaganda za chadomo, wanatumiwa, sisi ni taifa huru na kadhalika. Haya yote tumeyasiki, tumeyashika tangu utoto. Mtu asipoteze muda kusema haya. Hapa nasema kwamba wale watu ambao ni spin doctors, yani wao wanakujaga na habari za kubadilisha mwelekeo, watanijibu kuwa ni wahuni, ni wahalifu wameharibu mali za watu walionywa, hawapo, ni uongo, ni propaganda za Chadomo, wanatumiwa, sisi ni taifa huru na kadhalika. Hapa Bishop Bagonza anasema kwamba haya yote tumeyasikia, tumeyashika tangu utoto. Mtu asipoteze muda kusema haya. Anasema tusirahisishe kifo, waulize wanaoua bila kukusudia, wakwambie mpaka kesi yao inaisha, mpelelezi anakuwa ametoa ki, ameota kitambi na kununua vangwadi. Faili la mauaji kulipata polisi ni dili. Kwa nini? Uhai una gharama na ni mali ya Mungu, si mali ya polisi. Usicheze na uhai, tuwe wapole, turuhusu watu waomboleze, tukubali tusutwe, tuchunguzwe, tuadibiwe na tukubaliane na kutokurudia tena. Hili ni chapisho ambalo Bishop Bagonza ameweza kuliandika jana, lakini pia hame, ameweza kuongezea lengine hapa kwamba nguvu alifunga ndoa na hekima huko Kenya mwaka elfu mbili na kumi na saba. Tujikumbushe moja, uchaguzi mkuu ulifanyika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka elfu mbili na kumi na saba huko Kenya. Rais Kenyatta akashinda, Odinga akakataa matokeo. Mahakama ikafuta matokeo, uchaguzi ukarudiwa. Odinga akasusia kushiriki tena uchaguzi, uchaguzi ukafanyika, mahakama ikamtangaza Kenyatta kuwa ni mshindi. Jambo la pili, Odinga akaandaa mgomo na maandamano, majeshi akajipanga. Kabla ya maandamano hayajaanza, bwana Nguvu akamwona Bihekima, akamtamani na kumpenda akamvisha pete ya uchumba, majeshi yakatoka mitaani, maandamano yakafanyika kwa amani. Namba nne, Odinga akaapishwa kuwa raisi wa wananchi, Kenyatta akaapishwa kuwa rais wa jamhuri. Bwana nguvu na bi hekima wakawaalika Kenyatta na Odinga kwenye breakfast ili kuwapongeza, wakakumbatiana hadharani. Kenya ikashinda, Odinga na Kenyatta wakashindwa. Namba tano, kila mmoja akajitukana badala ya kumtukana mwenzake. Tangu siku hiyo, Kenyatta na Odinga wakawa kama kumbikumbi kumbi, bibi mbele bwana nyuma au kinyume chake. Namba sita, mtoto mshamba huwa anadhani mama yake ndiye bingwa wa mapishi duniani. Hatem, hatembei. Kwa hiyo nyumbani ndiyo dunia yake na mapishi ya mama yake ndiyo chiboko yao. Tujiulize. Namba saba tungepoteza nini kuwaruhusu wahuni wanaotaka kuandamana, tukawapisha njia yao, wakaenda waendako, wakapokelewa na afisa mtendaji wa kata, wakasoma risala, risala yao. Kesho yake wakarudi, wakapokelewa na kada aliyeshindwa kura za maoni. Siku ya tatu akaja, wakapokelewa na afisa aliyetumbuliwa kwa rushwa, wakati rushwa haikutumbuliwa. Mwishowe mwenye nyumba, mwenye nyumba akajitokeza. Nane mwenye akawasikiliza, aka wakamsikiliza, kwa pamoja hawakubaliki wizi au kwa pamoja wakaulaani wizi. Kama ni wizi, kwani yeye aliiba? Kama kuna walioiba kwa niaba, mkuu akaahidi kuwafuatilia. Mbona ni suala la ku, mbona ni suala la mwibiwa kura na mnufaika na wizi kujifanya wanamlaani mwizi na kupat, na kupatana kushughulikia kwa pamoja. Hiyo ndiyo ndoa kati ya nguvu na hekima lakini sasa A, mabomu na risasi zetu zimelipuka. B, alzi imekunywa damu badala ya maji. Familia zote poleni. Hapa Bishop Bagonza akaweka na imoji za kumwaga machozi. C, polisi wanashughulika wanashughulika na waandamanaji badala ya kushughulika na walioiba. D, viongozi wa dini wanawasikiliza watuhumiwa kuliko wanavyomsikiliza Mungu E, walioiba hawana amani, walionufaika na wizi hawana amani, walioua hawana amani, hata wasioamini kuna wizi nao hawana amani. Efu, mtandao wetu usingefungwa na kusababisha hata waliopungua nao wakose mawasiliano. G, walioshinda wamezuiwa kufanya sherehe na walioshindwa wamezuiwa kufanya matanga, waliofiwa hawana uhuru wa kuomboleza kwa sababu marehemu walitoka nje ya nchi. Anasema walioshinda wamezuiwa kufanya sherehe na walioshindwa wamezuiwa kufanya matanga, maana waliofiwa hawana uhuru wa kuomboleza kwa sababu marehemu walitoka nje ya nchi. Kumbuka jeshi la polisi lakini pia hata rais alisema kwamba E, walio amba, walio andamana na kuleta fujo siku ya uchaguzi ni mamluki kutoka nje ya Tanzania, yani ni vijana ambao walitoka nje ya Tanzania hawakuwa wa Tanzania. Hechi makanisa ambayo hayakufunga kwa Covid yakafunga kwa jenzii wa kigeni. Kweli ukikosea njia kila njia ni sahihi hapa. Nasema kwamba makanisa ambayo hayakufunga kwa Covid yakafunga kwa jenzii wa kigeni kwamba yamefunga kwa ajili ya, ya jenzi kutoka nchi jirani ambao walikuja kuandamana Tanzania. Anasema kweli ukikosea njia, kila njia ni sahihi. bila nguvu kuona, eh, kuonana kuona na hekima, tutapanda bangi tutegemee kuvuna mchicha. Yani, bila nguvu kuona, kuonana na ku, kuoana na hekima, tutapanda bangi tutegemee kuvuna mchicha, kimaanisha kuoana eh, hekima pamoja he, na, na nguvu hapa, tutapanda bangi tutegemee kuvuna mchicha. Atakaye kubali kurudi nyuma ndiye mshindi. Nchi na mipaka lakini, magonjwa haki, uovu na, uhali, na uhalifu havina mipaka. Mataifa yenye amani ya kudumu ni yale yanayowaogopa raia ya wake. Mataifa yenye mashaka ya kudumu ni yale yanayoogopwa na wananchi wake. Huyo alikuwa ni Bishop Bagonza, lakini hajaishia hapa Bishop Bagonza ameguswa mno na yote yaliyotokea, hususan vijana wa kitanzania kupoteza maisha. Amemalizia na hili chapisho la mwisho ambalo lina masaa 18 amesema, kisasi kina risasi pia, kisasi kina risasi pia. Moja, kuharibu mali kwa kisingizio cha maandamano ni uhalifu. Kuchochea watu waandamane ni uhalifu kuchochea askari wapige na kuwa waandamanaji ni zambi mbaya, na wakumbusha tu, kisasi kina risasi Namba mbili, tubadilike. Iwe hivi, wakiandamana tujiulize, tumekosea wapi, sio wana matatizo gani. Hii itatusaidia kujiangalia kuliko kuangalia. Namba tatu, waliokufa si wahuni. Kama ni wahuni, sio pekee walivaa kihuni tu wana tatizo na wahuni wenzao wenye tai. Si ajabu tumemua rais, mbunge, shehe, askofu na bilionea ajaye. Musa na Paulo waliua, wakaja kuwa mitume wetu. Waliokufa walikuwa ni wananchi na wapiga kura wasioenda kupiga kura kwenye 4R. R1 ilimaanisha ustahimilivu. Namba 4 tumeshindwa kupoza moto, basi tupoze mioyo mamlaka izungukwe na wazima moto, sio kuchochea kuni. Hamjui tu, walioua wanaumia kuliko waliouawa na waliofiwa. Kuweni macho na afya ya akili ya wanaoshika bunduki. Unaweza kumuua kuamuru ua akasikia, unaweza ukaamuru ua akasikia jiue, au mpige yule, akasikia nipige mimi. Imetosha kuteka kukamata kufunga na kushtaki. Siasa itatuliwe na siasa, sio na pingu wala risasi. Namba tano: tujenge daraja na jenzi. Kila DC RC na hata Ikulu wekini dawati la jenzi, wawe washauri wenu, wasikilizeni, mtajifunza mengi. Matatizo yao ni mengi, lakini yana dawa moja tu, kusikilizwa. Asiyewasikiliza hawamsikilizi Risasi hazi wamalizi hazi kwa sababu mkimaliza kuwa mnapanda vita ndani, kutengeneza wengine. Hii vita hahitaji mshindi. Namba sita: Kambarage aliwaagiza makamanda walipoingia Kampala, mwachini barabara moja, huyo mshenzi aondoke, msimuue. Sikumwelewa, sasa nimekuwa na kumwelewa kumteka adui ni bora kuliko kumua. Tuteke fikra za jenzii, muziki na mpira wamevichoka. Namba saba, kuna watu si wageni, hawakuandamana walikuwa nyumbani na makazini na wameuawa. Wengine ni maafisa wetu wa vyombo mbalimbali. Wekeni vituo vya kusajili na kutoa pole, mtashangaa, lakini mtapona ugonjwa wa kujidanganya. Wajaluo wasipoona mwili wakauzika, marehemu anakuwa anawatokea kila siku. kwenye mabano ameandika: Okurumba. Msipuuze, wanaweza kuletewa chai ukakuta sura ya mtu. Namba nane. Leo sifiki kumi, na ishia nane. Watu wema na mashauri wamekaa kimya, hawajui kama wapongeze au walaani, si walaumu lakini wanawaangamiza wa, wana wanao wakalia kimya. Uongo unaosemwa kwa machozi hawezi kufunika ukweli unaosemwa kwa damu. Hata waliohusika na janga hili hawafurahii janga hili na wako kimya. Waliouawa ni wazi, wako kimya. Wewe hukuua na hukuuawa na uko kimya. Kwa hali hii, kukaa kimya ni kujipaka damu. Lieni mgalagale mga, mga mga, hata kama hamjui nani kapa inaponya. Turudije mezani. Walioitaka sana hawaitaki, walioikataa sana wanaitaka. Wamekutana mlangoni, huyu anaingia na huyu anatoka. Mlango ni mdogo na hawaachieni nafasi ya kupita. Kweli majuto ni mju..., kweli majuto ni mtoto, si mjukuu. Haya ni maneno ya Bishop Bagonza ambayo ameweza kuya E, andika kufuatia vifo vya vijana wa kitanzania ambao wamepoteza maisha kuanzia Oktoba 29. Una nafasi ya kutoa maoni yako hapa, kwa maneno yake hayo mazito na uchambuzi wake, lakini pia kubwa zaidi, hakikisha kwamba unazidi kutufuatilia kwa taarifa mbalimbali.